Kampuni nyingi zilizopewa leseni hazijaanza kufanya kazi na zinakiuka sheria, kwa mujibu wa sheria inavyoelekeza ya, ya masharti ya kwamba ukipewa leseni lazima uanze kazi katika muda wa mia, miezi kumi na nane tangu kutolewa kwa leseni hiyo. Zipo kampuni nyingine kubwa kabisa katika nchi yetu ya Tanzania na tushasaini mikataba nayo, lakini hawajaanza utekelezaji wa miradi yao mpaka hivileo tunavyozungumza hivyo, Wizara ya Madini imetoa hati za makosa kwa wamiliki wa leseni 95 kuwapa siku 30 ili kama wana hoja ya kujibu kupitia hati ya makosa hii ya kutokuanza shughuli za uchimbaji wa madini nchini walete majibu yao ili baadaye tuweze kuyapitia tuyahakiki, kama wana hoja, tutawaondolea katazo. Kama wana hoja, nataka niwathibitishie ndugu waandishi wa habari, bila kujali nani aliyepewa leseni, tunakwenda kufuta leseni za watu wote ambao tuliwapa leseni za kati na kubwa, na mpaka hivi leo hawajaanza kufanya kazi. Nina orodha ya leseni 95 kubwa ambazo mpaka leo hazijaanza kufanyiwa kazi. Leseni saba tu katika hizi tisini na tano nikiziweka pembeni, zina mtaji wa shilingi trilioni kumi na tano zimelala. Hii haiwezi kuwa nchi ambayo sisi tuko bize kutoa leseni kwa ajili ya kuchochea sekta ya madini kukua, alafu kuna watu wanachukua leseni wanakaa nazo hawazifanyi kazi kwa visingizio kwamba tuko kwenye majadiliano na serikali na sababu mbalimbali. Leo nimewaita hapa kuwaambia msimamo thabiti wa serikali ya kwamba kwa wale wote waliopewa leseni za uchimbaji za kati na leseni kubwa, tumewaandikia hati ya makosa, ndani ya siku thelathini walete majibu yao kwa nini tusiwafutie leseni. Na nimesema yule ambaye atatujibu na kutoa sababu, tume ya madini ipo, tutakwenda kuhakiki majibu yake saiti na kile ambacho amekifanya, ili kama kuna namna ya kumwondolea hilo zuio na katazo, tunamwondolea. Lakini kwa ambaye atas, atashindwa kuthibitisha, ni maamuzi magumu, lakini lazima tuyachukue kama nchi. Tafuta leseni bila kujali leseni ya nani, tutafuta leseni. Hawezi ukaweka mtaji kumi na tano umekaa kwenye makaratasi, na kule kuna watanzania ambao tunategemea kwamba mradi hii ikianza ajira zitaongezeka, uchumi wa nchi yetu utakuwa, mapato yataongezeka. Leo kuna watu wachache wanajifichia katika mazungumzo ya serikali. Leseni ya madini ikitolewa, ina masharti nyuma yake. Kwenye ile karatasi hakuna sharti linalosema kwanza mtu ataanza uchimbaji wa madini nchini Tanzania akikamilisha mazungumzo na serikali, si sehemu ya sharti masharti ni kwamba ukipewa leseni lazima uanze uchimbaji ndani ya miezi kumi na nane, vinginevyo huo una sababu ambayo imeridhiwa na waziri kupitia tume ya madini. Vinginevyo unatakiwa uanze uchimbaji ndani ya miezi kumi na nane. Na wengine wote ambao wamepata hati ya makosa ambao wamejibu, tumewataka waweke na commitment, barua ya commitment kwamba wataanza uchimbaji lini, ambao katika barua hiyo pia ikitokea ya kwamba ameshindwa kukidhi kile ambacho kakisema kwenye barua, mkondo wa sheria utafuata taratibu zake hapo pasipo tena taarifa nyingine kutoka wizara ya madini. Ndugu zangu waandishi wa habari, kuna vitu ambavyo kama nchi lazima tuchukue hatua, mojawapo ni hii hapa hatuwezi kuifanya nchi yetu ya kwamba mtu anaweza akaja hapa akachukua leseni afu akaenda kuitafutia mtaji. Sheria inataka mtu yoyote anayekuja kufanya maombi ya leseni lazima pia atoe uthibitisho wa uwezo wa kifedha na wa kiufundi kabla ya kupata leseni. Leseni hii sio ni kupeleo uende kuitafutia mtaji, maanake pia utakuwa umekiuka masharti ya sheria kwa kutoa taarifa ambazo sio sahihi wakati unaomba leseni yako. Sasa imefika wakati lazima ni. Leseni zimebeba majina makubwa kweli kweli, lakini nitafuta, nitafuta leseni hizi tisini na tano za kwanza nitafuta. Tumetoa muda wa siku 30 watuletee majibu yao. Kanuni ya haki ya asili, principles of natural justice, inasema vizuri kabisa, usihukumu bila kusikiliza. Tumetoa siku thelathini, pitia hoja zetu, utujibu hoja zetu. Kama kunaweza kwenda site, tutakwenda site. Kwa wale ambao hawatajibu, wasitegemee kuna huruma nyingine yoyote.